Rais William Ruto amemteua Raila Odinga kuwa mjumbe maalum wa Kenya chini ya Sudan Kusini katika juhudi za kutatua mgogoro unaogubika taifa hilo hasa baada ya kuzuiliwa kuwa makamu wa rais wa kwanza wa nchi hiyo, Riek Machar. Uteuzi huo umetangazwa leo Ijumaa na katibu katika Wizara ya Mambo ya Nje Korir Sing'oei Aliyesema kuwa Raila anatarajiwa kusafiri Sudan Kusini leo Ijumaa kwa mazungumzo ya amani na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na makamu wa Rais Riek Machar. Rais Ruto amemteua Raila siku moja baada ya kuzungumza kwa njia ya simu na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kujadili mchakato wa kusuluhisha mzozo huo unaokumba taifa hilo. Dr. Machar alikamatwa siku ya Jumatano na maafisa wa usalama waliovamia makazi yake mjini Juba na kuwapokonya silaha walinzi wake na kisha kumzuilia. Kufuatia kukamatwa kwake, Machar aliwekwa chini ya ulinzi wa polisi pamoja na mkewe Angela Teny ambaye ni waziri wa mambo ya ndani na ushirikiano nchini humo.